Tumekuja leo tumeungana na wenzetu ili tuje kuwaomba kura. Tunaomba kura za ndio kwa CCM tarehe ishirini na tisa. Tunafahamu Tinginya mambo yote yanayoendelea, tunalia na nyinyi na tunacheka na nyinyi. Tunawaombeni sana muendelee kutupa kura tarehe ishirini na tisa. Ni wape ongela sana watu wa Tinginya, mna umoja. Kuna vitu vimepungua. Huyu ariasa huyu mtu huyu Aliasa habari zake ninazo. Wanaume wa Tinginya ongeleni sana. Wanaume wa Tinginya oye! Wanaume wa Tinginya oye! mnaelewa nikisema oye, mnaelewa si ndio? Huwa kuna muda mna uwezo hata wa kujitetea na umoja wenu. Wewe, umoja wenu pia ni mzuri, mpendane kwanza nyinyi kwa nyinyi kama mnavyofanya. Lakini wakati mnaendelea kupendana, msisahau kuilinda amani na kuilinda Tinginya yetu mlichokifanya mara nyingi, mnachokifanya ni kuilinda Tinginya. Tunataka mlinde Tinginya kwa wivu mkubwa, kama mnavyofanya bila kuvunja sheria. kwa tusimuache Aliasa kumpata diwani. Kama Aliasa ni mara chache sana, uongo uongo. Amekaa ndani miaka mingapi? Amekaa hadi alivyorudi, na mkafanya nini? Mkamheshimisha, si ndio? Kuna mashaka na Aliasa tarehe 29 kiongozi anayelia na watu na kucheka na watu haina kipingamizi. CCM oye, tunaomba muendelee kumwamini Aliasa. Kama aliweza aliteseka, alifanya yote, ashindwe kutatua tatizo la wafugaji kwenye hii kata ya Tinginya? Muombeeni pumzi, muombeeni uwai. Tunaamini hata mama Samia mwenyewe, wilaya yenyewe, sisi mwenyewe, ilimrudisha Aliasa, ilijua uwezo wake, ndio maana ilimrudisha. Mtupe mbunge wa CCM ambaye ni Chikambo. Mama yule ni mwanamke, hajawahi kuwa diw... hajawahi kuwa mbunge wa Tunduru Kaskazini, ndio mara ya kwanza. Tunaamini wanawake ni wana huruma. Mwanamke yule anaamini, angekuja hapa ameshakuwa mbunge, ule msikiti ule utaisha. CCM oye, naomba mumwamini Chikambo, mtoto wenu, ana imani ya kimungu, hatotuacha wanawake tuteseke bila kituo cha afya. Tuh, waumini wa hapo wasimalize ule msikiti. Miaka mingi hatuaacha mambo yaharibike, ana uchungu. Mpeni msijaji kitabu kwa kava la juu, mwanamke yule mpeni kura mwali nje mtima wao, si ndio? yeah. Naomba mtu asiwadanganye hapa, hatumtafuti Dr Samia, hatumtafuti Chikambo, hatumtafuti Ariasa, tunatafuta dola na mahali petu pa kuishi. CCM inatosha tatua matatizo yetu, ikiwa mmewaletea CCM mafiga mangapi? Msiweke vigunzi katikati, tochi haiwaki kwa vigunzi. Hata kama una maumivu moyoni, tunasema uvumilivu. Watoto wa kiume mpo, tunaomba mtulindie amani ya nchi yetu. Hatuna tinginya nyingine ni hii tu, tumeelewana. Watoto wa kiume nyinyi mpo wengi sana, wamama mmezaa watoto wa kiume wengi isheni amani ya kijijini kwetu inakuwa kubwa kuliko chochote, msiwe chanzo cha kuvuruga amani yetu Tanzania. Ukimbizi unaumiza, tumelana ah, watoto wetu wadogo watakosa kwa kwenda, wazee waze wetu watakosa kwa kwenda, wamama tutabakwa. Mmeona hiyo ya sasa hivi, mnaiona kama ni ngumu, mkikasirika, mki vijana mtaivuruga mara hizi mara mbili, vumilieni, vipeni vitu wakati tuvipe vitu tumeelewana sisi tumewaahidi tutarudi hapa kuna kijiji kiapo na matanda tumeambiwa hakuna hapo zaanati niwaambie watu wana matanda kituo cha afya ni kazi ya bunge kazi ya wabunge wakubwa wakubwa lakini zaanati hata sisi wenyewe na kijiji tunaweza nimeambiwa tayari pale mna eneo lenu na michakato inaendelea mimi kama mjumbe wa baraza kuu mtakavyoanza naomba nipigiwe simu tujenge kwa pamoja tutakavyofika sehemu fulani Wanatusaidia serikali saa, jamani. Kwa hiyo vingine tunaweza wenyewe, vingine tunaiangalia serikali.